nagenaamana u mdudu. Hii kampuni ni noma sana. Moto melise yake ina vidonge vyake, lakini pia ina pia account yake. Kwa hiyo sisi tunaruka huko, watoto wadogo tufutane na huko pateni na huko moto. Sisi ndio tunatulia kichwa, ili we upate mzigo, tutumia akilita <laughs> yeah.